Kuwa na amani moyoni. Je, ungetamani kuwa na amani katika maisha yako? Amani ni jambo la kipekee sana ambalo linakosa katika dunia tutasoma ya sasa. Tuone jinsi ya kuipata na mbona wengi hawana hiyo amani kwa mujibu wa Biblia. Tuombe tunapoanza somo letu. Mungu wetu na Baba wetu, mfalme wa amani. Pokea sifa kwa maana wewe ni mkuu. Nena nasi siku ya leo jumba, utubariki kwa jina la Yesu mkombozi wetu Nipokuwa nasoma katika Wasanuka ya kwanza tano tatu maandiko inasema hivi, wakati wasema hapo kuna amani, ndipo uharibifu uwajili hapo, kama vile uchungu unavyomjia mama mwenye mimba. Dunia inazungumzia amani, lakini hakuna amani. Ndivyo hata Mungu anasema watakaposema, kwa maana umemwacha Mungu, uhusiano wao na Mungu ni mbali na kwa maana hata washughuliki kutaka kujua mapenzi ya Mungu. Watakapopanga mambo ya amani, hakuna siku wataiona. Mungu amekataa amesema, watakapoambia amani, amani, hatari itakuwa inakuja, uharibifu, maangamizo, kama utungu kwa mwanamke anataka kujifungua. Ndio maana nilipokuwa nasoma pia Isaya hamsini na saba ishirini ishirini na moja, maandiko yanasema hivi bali wabaya wanafanana na bahari iliyo chafuka, maana iwezi kutulia na maji yake hutoa tope na takataka shina moja. Sasa hapo ndio amani iko? Hapana, amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Ninapokuarika mpendo kwamba uwe na amani moyoni, elewa kwamba waovu hawatapata amani kweli. Watatangaza amani na utaonekana kwamba wanayo, lakini hawana. Biblia imekataa hawana amani. Sasa swali laja, basi tupataje amani? Katika Wafilipi nne mstari wa sita na saba Mungu anasema hivi, usihangaike kwa jambo lolote, bali kwa kila jambo, kwa kuomba na kushukuru na kusali, haja zako zijulikane na Mungu. mstari wa saba anasema hivi, na amani ya Mungu ipitaye fahamu zote itashika na kushika na mawazo yako na kuyatuliza katika Yesu Kristo. Hivyo kama unataka ya amani ya kweli, amani ya kweli moyoni, kwanza kabisa maandiko yanasema omba, enda kwa Mungu jieleze mahitaji yako, sali Omba shukuru, ndio mawazo yako yatatulia, ndio utapata amani. Na Mungu amesema sio tu amani, ni amani inayozidi fahamu zote. Amani ni jambo la kipekee, tunahitaji wakati kama huu, machafuko, wakati vitu siko sawa, amani na utulivu ulio moyoni mayo, zizigani tena ya kupata amani. Nilipokuwa nasoma tena bado kitabu cha Isaya 57, ilinifurahisha sana Isaya 57 Mambo yaliyokuma Biblia inasema mambo ya kipekee sana unaposoma Isaya, bado maandiko inatuhimiza tuwe na amani. Isaya 26:3, sita tatu, sikia jinsi ya kupata amani. Maandiko inasema hivi, Umtamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu kwa kuwa anakutumaini. Isaya anasema Mungu atamlinda na amani kamilifu yule ambaye anamtegemeaaiij, unamtegemea ah, una Mungu. Ikiwa unataka amani ya kweli na utulivu wa moyoni, mtegemea Mungu. Ameahidi atakulinda na amani kamilifu, man. Sio hivyo tu, nilipokuwa bado nachunguza maandiko ni kwamba amani ya kweli inakuja baada ya na natumano pia kuwa mwaminifu pia Uita Mungu na kumwelezea mahitaji yako, ashikilie mawazo yako na kupe utulivu pia. Amani ya Biblia amani ya kweli inakuja kwa jinsi gani? Maandiko inasema hivi, Ayubu anapotueleza kwa sababu alikuwa na experience hiyo. Ayubu ishirini na mbili ishirini na moja maandiko yanasema mambo mazuri yafuata hivyo. Nasema hivi mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Kumbe lazima uwe na uhusiano na Mungu Nasema mjue sana, sio tu kumjua, mjue sana Mungu, ukimjua utakuwa na amani <laughs> utakuwa na amani yani, hiyo inakuwa automatic. Mjue sana Mungu, utakuwa na amani na mema tena pia itakuja, kwa maana amani ikiwa na wema inakuwa. Ukikosa utulivu wa mawazo na amani, mambo na amani, amani mambo yanaharibika. Kwa hivyo kuwa na amani moyoni, amani tuipataje? Amani atuipate kwa kupigana vita, kungangana, wakungangana, tafuta Mungu kwanza Ataleta amani moyoni, ile unahitaji amani, aipata tena. Nilipokuwa nasoma Daudi, anasema mambo mazuri sana katika Saburi ya mia moja kumi na tisa mia moja sitini na tano Daudi anasema hivi ah, anasema hivi, wana amani nyingi, ah, wana amani nyingi. Akina nani? Waipendayo sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Kama unapenda sheria ya Mungu, kama wewe unatii sauti ya Mungu na kuzishika amri zote utakuwa na amani na sio tu amani, amani nyingi, na hakuna kitu kitakukwaza. Mjue sana Mungu kuwa na amani. Lipokuwa pia nasoma baada zaidi, mtumishi wa Mungu Isaya anapohudumia watu wa Mungu wa Waisraeli, walikuwa wameingia ndani ya dhambi, wengine no wamekata tamaa, akawapa habari njema kama hii ambayo ninasoma sasa, Isaya ishirini na saba mstari wa tano anasema hivi, au azishike nguvu zangu, afanye amani nami na nam afanye amani nami. Hakika ni mapenzi ya Mungu tuwe na amani. Ndio maana hata Yesu mwenyewe anapofundisha wanafunzi, alielewa dunia ni machafuu, hakuna utulivu na amani tena, akasema yafuatayo. Yohana njili kumi na na saba anasema hivi, na amani na wachieni amani yangu na wapa nio, Yesu anasema niwapasavyo niwapavyo samani niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Haleluya. Yesu anasema nawapa amani, sio kama vile dunia inapeana. Amani yangu nitawapa, kwa maana dunia inasema leo amani, kesho ni machafuko. Kwanza hata kabla siku, milipuko nini? Unaona, kwa mfano, sasa hivi Marekani ikasema kutakuwa na amani wakati Trump aliingia, kuna amani. Rashia ikasema itaelewana na Ukraini, ndio milipuko zaidi. Wakasema mahali hakuna, kwa maana ni dunia ambayo imemkataa Mungu, na kuna siku tapata amani? Mbona tena, Isaya <laughs> Isaya tisa inasema Yesu ambaye angezaliwa angeitwa mfalme wa amani. Sasa kama wamemkataa mfalme wa amani, wamemweka kando, amani itoke wapi? Ndio maana Yesu anasema amani ya kweli inatoka kwake. Kwa hivyo, ndugu, nakuhimiza dada yangu na kaka yangu, kuwa na amani moyoni. Mungu angetaka tuwe na amani, lakini tuipataje? Tusiwe waovu maana kwa waovu wanakaa kama mawimbi yanayosukwasukwa, hakuna amani. Tupende sheria za Mungu, tumjue Mungu sana, tufuate maagizo ya Mungu, tuombe kwa Mungu na pia tushike nguvu za Mungu, na zaidi mawazo yetu yakimwelekea Mungu na kumtumaini, na atatupa amani na utulivu. Naamini utachagua kumpa Mungu moyo wako, na utamchagua kumjua, na utashika amri zake, utapata amani. Kujawahi ona. Mungu akubariki unapotafakari. Tuombe. Baba, tubariki Msikilizaji wangu amepokea ujumbe, nami ame pia, tubariki tupokee sauti yako, na tunataka amani ya kweli. Tuzingatie vipengee ambavyo umetupa amani, tuipokee kwa jina la Yesu, mkombozi wetu, amen.